<laughs> Wewe ndio kipala glidingi, nimekuita hapa kwa ajili ya interview. Maombi yako tumeona ya kazi, kwa hiyo nataka nikuinterview maneno mawili matatu ili tuangalie inafanyaje. Mara imetumwa maombi ya kazi karibuni, tulikuwa nahitaji watu hamsini ah. Kwa hiyo sasa wewe ni mtu wa kwanza kwenye hii interview. Nimeona umetuma kila kitu detail na mambo mengine mengine. Ni nzuri zaidi sasa. Eh, ni kweli bwana. Ni kweli si unajua mambo kutafuta riziki bwana. Nimehangaika sana kutafuta kazi lakini nimekosa. Leo nimebahatisha eh. Sawa mimi niko tayari kwa ajili ya hiyo interview. Maana nimepata shida kweli sana sana. Tena mimi naomba kabisa bwana, mnisaidie bwana, nifanikiwe. Maana maisha yamekuwa magumu eh. Tena nashukuru sana bwana kwa kuniita bwana. Sawa, niko tayari kwa hiyo interview mimi. Sawa sawa, kwa hiyo wewe umeishia kidato cha nne mwaka ule usema elfu mbili na kumi na tano. Sasa je, baada ya hapo ulifanya kazi wapi na una uzoefu wa kitu gani? Maana kwenye barua yako ya maombi pale haujaandika uzoefu, ila umeandika tu umefanya kazi lakini hatujaona kama umeandika uzoefu. Umesema umefanya kazi kwenye kampuni, kwenye kiwanda, lakini sasa nataka kukuuliza una uzoefu wa miaka mingapi katika swala la kuoperate machine? Maana uzoefu ni mzuri zaidi. Na wewe una umri gani, na unaishi wapi? <coughs> Ni na familia yako ni nani na nani wa, kuna joto sana, hebu washa AC basi kidogo, maana unajua huko nje huko jua kali kweli kweli, jua kali eh bana. Mimi bwana, nimeona uzoefu kama hivyo, yani sijaandika, lakini na uzoefu miaka miwili. Mimi nimeopaleti kwenye mashine zote zote, nazozoea jua, mashine za kutengeneza biskuti, zile ndo mwake mwake, mimi pale ndo nilikuwa opaleta mkuu pale. Unajua, alafu mimi jina langu ndo kama hivyo, kipala kipala Ashega shege, ndo hivyo jina langu kamili, bwana. Familia yangu ipo hapo mwana Nyamala hapo, yani nipo na familia yangu kama kawaida, lakini mimi na miaka midogo tu, na miaka 24 mpaka sasa hivi, yani usinione hivi, hili dongo zuri tu, lakini uh -uh. miaka yangu mimi 24 24. poa poa, nitakwashia wala usijali, ngoja kwanza, haina shida. Lakini wewe na miaka hiyo kweli 24? Maana mimi pale niliandika kwamba Tunahitaji watu kuanzia miaka thelathini na tano kwenda juu, lakini sasa una miaka ishirini na nne. Haitawezekana kufanya hii kazi, ilikuwa ameshapita lakini kwenye miaka pale ukuandika, na ndio maana nikakuuliza kama una miaka ishirini na nne wewe, kazi umeshakosa tayari oh. Sikiliza, bwana, nikwambie bwana, mimi nimekudanganya kwa kuofia hii kwenye kazi bwana.

Oh, sante. Mina zamani. Ah, asante hata mimi nakupenda pia mwezako, tangu zamani mimi nilikuwa nakupenda lakini nilikuwa nashangaa unanipita tu, hata kunitongoza. Leo ndo umefunguka, basi haina shida, hata mimi nakupenda pia, tena kupenda sana mwezako kaka, bila wewe maisha yangu yatakuwa wewe. Haina shida, hata pombe usiache kunywa tu, mimi mwenye napenda na unavyokunywa ujue, unaniacha hoi